Nakumbuka nilipokuwa mwanafunzi wa chuo kikuu, wakati wa majira ya joto, nilifanya kazi kama mshauri katika kambi ya wavulana wa Yahudi. Nilikuwa na bidii ya kuwahubiria maandiko kwa wanakambi wangu, lakini pia nilikuwa na mipaka kutokana na miliki ya kambi juu ya kiasi nilichoweza kusema. Kwa hivyo, nilizoea kusoma hadithi za usiku kwa wanakambi wangu wadogo kila usiku. Kitabu ulichopenda zaidi kwa hadithi zao kilikuwa kitabu cha Waamuzi. Walikuwa wanakaa kwenye kingo za vitanda vyao wakifuatia misimu iliyorekodiwa kwenye kitabu hicho. Kweli ni historia ya Kiyahudi yenye msisimko haraka na ya kuvutia. Kitabu cha Waamuzi, kwa ufupi wake, kinashughulikia kipindi cha miaka 350 kuanzia kifo cha Yoshua hadi mwisho wa enzi ya waamuzi, ambayo ilimalizika na maisha ya Samueli, ambaye amerekodiwa katika kitabu cha Moja Samueli, siyo katika kitabu cha Waamuzi, lakini inapofikiria mkusanyiko huo wa historia ya Kiyahudi katika kitabu hiki kidogo cha miaka 350, na, na, na kumbuka, katikati ya karne ya 17 huko Amerika, fikiria historia yote iliyotokea katika nchi yetu kuanzia miaka 125 kabla ya vita vya uhuru hadi leo. Tukiangalia hivyo tutapata mwanga wa muda mrefu uliofunikwa katika kitabu cha Waamuzi. Kitabu hiki kinaitwa Waamuzi kwa sababu kinaelezea kipindi cha mabadiliko katika historia ya Kiyahudi kutoka wakati wa kutanga-tanga jangwani hadi kuanzishwa kwa utawala wa kifalme. Kipindi hiki kiliitwa Amfictioni. Neno Amfictioni si moja maneno ya maneno tunayoyasikia katika lugha ya Kiingereza na asili yake ni ya Ugiriki ya kale lilielezea hali ambapo badala ya kuwa na mfalme mmoja anayetawala taifa zima, kuli kundu la makabila au miji yaliyounganisha kwa njia ya kiroho. Katika Ugiriki ya kale, kituo hicho cha kidini kilikuwa ni Dhelfu, ambalo tulikisikia katika historia. Kwa hivyo, kipindi hicho cha ustaarabu wa Ugiriki kiliiwa Amfiktioni, na wataalamu wametumia neno hili kuelezea kipindi hiki cha mpito katika historia ya Kiyahudi. Amfiktioni ni neno linaloelezea aina ya serikali ambayo hakuna kituo kimoja cha mamlaka bali serikali ilikuwa imejengwa kwa misingi ya muungano wa makabila na viongozi wao. ka hivyo kwa kipindi hiki cha karibu miaka 350 hakukuwa na mfalme katika Israeli wala kiongozi mmoja kama ilivyokuwa chini ya uongozi wa Musa na baadaye Yoshua. Badala yake, uongozi wa taifa ulitolewa kwa watu maalumu ambao kwa maana kamili ya neno walikuwa viongozi wenye karama. Sisi hutumia neno charismatic kwa njia ya huru katika utamaduni wetu leo, na linatokana na neno la Kigiriki karama ya neema. Katika lugha ya kisasa, linarejelea wale wanaojiamini kuwa wamepakwa na nguvu za Roho Mtakatifu. Katika Agano la Kale tunaona karama au vipawa vya Roho vikitolewa kwa watu maalumu kwa ajili ya kazi maalumu. Tunakumbuka kwamba wanavyoweza vyo wa kwanza katika Agano la Kale walikuwa wale waliokusudia na kujenga samani za hekalu, Bezaleli na Oholiabu, wanipakwa na Roho Mtakatifu na kupewa nguvu za Mungu kwa ajili ya kazi hiyo. Tunajua kwamba Roho wa Bwana alimjia Musa na kumwezesha kufanya miujiza aliyofanya. Tunakumbuka katika Hesabu sura ya leve, baada ya Musa kukaripiwa na baba mkwe wake kwa kuchukua jukumu zima la kupanga kusimamia na kuongoza kitaifa na kiroho Baba mkwe wake Yethro alimwambia jambo unalofanya si jema. Mungu akamwambia Musa kukusanya wazee sabini wale aliowajua kuwa wazee wa watu, na Mungu akasema atachukua roho aliyokuwa juu ya Musa na kumwekea wazee hao. Na Mungu alipofanya hivyo, kama ilivyorekodiwa katika Hesabu 11 meja wakaanza kutangaza, kuonyesha kwamba walikuwa chini ya uongozi wa moja kwa moja wa Roho Mtakatifu. Pia katika Agano la Kale manabii walipakwa na Roho Mtakatifu kwa njia ya karama na kupewa uwezo wa kuwa wakili wa Mungu. Baadaye mafalme walipopakwa mafuta, sherehe hiyo ilikuwa ishara ya kuja kwa Roho Mtakatifu juu yao, kuwapa uwezo wa kutimiza wajibu wao wa kimungu. Kwa hivyo, kile tunachokiona katika kipindi hiki cha muungano wa makabila katika Kitabu cha Waamuzi ni rekodi ya watu maalumu ambao katika nyakati za mziki Mungu aliwaamsha na kuwapa nguvu za Roho Mtakatifu kufanya miujiza na majukumu makubwa. Kwa mfano, labda mmoja wa waamuzi maarufu zaidi kwa kuwa na vipawa vya roho kwa ajili ya matendo makubwa. Alikuwa Samsoni. Tunamfikiria Samsoni na nywele zake, hadithi yake na Delila. Nguvu zake kubwa alizozitumia kuvunja hekala la Wafilisti na kuwaua watu wengi kwa taya ya punda. Matendo hayo yalikuwa ya kipekee katika historia ya Kiyahudi, lakini aliyafanya chini ya nguvu za Roho Mtakatifu. Sasa kuna muundo unaojitokeza katika kitabu cha Waamuzi ambao ninaamini ni muhimu sana kwa sisi kuelewa, kwa sababu haionyeshi tu kipindi hiki cha historia ya Kiyahudi, bali historia yote ya Agano la Kale na hata historia yote ya ukombozi. Muundo huo unaonekana katika mafungu yanayorudiwa mara kwa mara katika kitabu cha Waamuzi na yanaanza kwa maneno haya: na Israeli wakafanya mabaya machoni pa Bwana. Baada ya kusoma utangulizi huu wenye vitisho, tunaona kwamba Mungu aliwafufua maadui wa Israeli na kuwatumia kama chombo cha kuwatesa watu wake. Mungu aliwafufua Wamidiani, Wafilisti, Waamaleki au wengineo na mataifa haya watu wa kipagani waliwaonea na kuwatesa Wayahudi. Wakati watu walipoteswa, waliomba msaada na wokovu kutoka kwa mungu wao, wakatubu dhambi zao, na baada tu ya kutubu, ndipo mungu aliwafufua moja kwa moja kati ya waamuzi kama Othnieli, Ehudi, Amfanyaye kazi kwa mkono wa kushoto aliyeua mfalme Egloni kwa kumchoma upanga wake tumboni mpaka mafuta yakafunika mpini wa upanga Debora Baraki Gideoni ambaye tutamzungumzia zaidi Samsoni Yeftha na wengineo hadi Eli na hatimaye Samueli E, hawa watu walishinda maadui wa Yahudi chini ya nguvu za Roho Mtakatifu na kuleta uokovu. Kwa kweli, wakati mwingine waamuzi walitiwa jina la moshia, ambalo linamaanisha waokozaji. E, nafikiri Mosh Dayan, jenerali mashuhuri wa vita vya siku sita 167 ambaye alikuwa na jina linalotumika kwa hawa watu wa Agano la Kale ambao Mungu aliwatumia kama waokozaji au wakombozi wa taifa. William Hendrickson alitumia mfano wa maneno yanayofanana kuelezea mzunguko huu unaorudiwa katika kitabu cha Waamuzi. Alitumia herufi nne R. Waters wana relapse, relapse kuanguka. Watu wanapindukia wana nidi retribution, adhabu. Mungu anawalipa kwa adhabu. Wana taru repentance, toba. Wanalia na kutubu. Wana nidi rescue, wokovu. Mungu anawaokoa. Huu ndio muundo wa mzunguko unaojirudia mara kwa mara katika kitabu cha Waamuzi. Kwanza watu wanafanya uasi. Uasi maana yake ni kuacha uaminifu kwa Mungu na kuanza kumwabudu miungu ya kigeni na kujifanyia sanamu. Hilo ndilo linalomaanisha na maneno, Na Israeli wakafanya mabaya machoni pa Bwana. Baada ya kila kiangazi cha uasi tunasikia adhabu ya Mungu ambapo hukumu yake na hasira zake huanguka kwa watu wake. Chini ya mzigo wa haki ya adhabu ya Mungu, watu wanajikuta wamejifunza kutubu, wanalia hali yao na kusubiri wokovu, wakati Mungu anapotenda. Waamuzi mbili kumi na moja hadi kumi na tatu. Basi wana wa Israeli wakafanya mabaya machoni pa Bwana wakamtumikia Baali, wakamwacha Bwana Mungu wa baba zao aliyewatoa katika nchi ya Misri, wakafuata miungu mingine kati ya miungu ya watu waliowazunguka, wakaabudu wakamkasirikisha Bwana, wakamwacha Bwana wakamtumikia Baali na Ashtorethi. Hii ni historia yenye uchungu wa watu hawa. Mwishoni mwa kitabu cha Yoshua, Yoshua ni wakusanya watu kwa ajili ya kufanya agano jipya na kusema, mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana, naliwaomba watu wa Israeli wafanye ahadi ya utii kwa agano lao na Mungu. Watu waliahidi mambo mawili, li ahadi chanya, kutimiza amri za Mungu Di, ahadi hasi kutoamwacha Mungu. Lakini haikuchukua muda mrefu kabla yaifa likaanza kumwacha Bwana. Hii ni muhimu kwa sababu unapokumbuka ahadi ya Mungu kwa baba zetu, Mungu husema mara kwa mara sitakuacha wala sitakukataa. Hilo linatuelekeza moja kwa moja kwenye msalaba ambapo Kristo alia kwa mateso yake, Mungu wangu Mungu wangu, kwa nini umeniacha? Wengine wamedhani kwamba hii ilikuwa ni mzigo wa mateso ya Yesu alipojisikia peke yake, hivyo alihisi kuwa ameachwa, lakini Mungu hakumwacha kweli kweli. Lakini ndugu zangu, Mungu alimwacha kwa sababu hiyo ndiyo adhabu ya dhambi: kuachwa na Mungu na kwa ajili yetu kuokolewa inamaanisha kuokolewa kutoka kwa kuachwa na Mungu. Na kwa hivyo, Kristo alipaswa kuchukua mzigo wa kuachwa kweli kweli, lakini hakuachwa kabisa, kwa sababu Mungu alimfufua kutoka wafu, na kama inavyosema kitabu cha Matendo, ilikuwa haiwezekani kwa mauti kumshika, kwa sababu ilikuwa haiwezekani kwa Baba kumwacha mwana wake kwa muda mrefu, lakini wazo lote la kuachwa ni muhimu sana katika maandiko, kwamba ahadi ya Mungu kwa wale walio katika uhusiano naye ni sitakuacha wala sitakukataa. Na kitabu cha Waamuzi kinathibitisha kwamba hata kama Mungu anawatesa watu wake, anawatesa watoto wake ambao anawapenda ingawa wanaweza kuhisi kuwa wameachwa kwa muda, Mungu hawaachi kabisa. Hata hivyo, rekodi inasema kwamba watu walimwacha. Hiyo ndiyo tofauti kubwa kati ya Mungu wa Israeli na Mungu wa agano na watu wake. Mungu hatuwachi, lakini sisi tuko tayari kumwacha. Na tena Kinachochangia kuwacha Mungu hapa katika kitabu hiki ni hamu kubwa ya Wayahudi kuwa kama majirani zao. Mungu aliwaita kutofuata mfano wa wenzao. Mungu aliwaita kuwa taifa takatifu, na wakaanza kuiga desturi za majirani zao wa kipagani. Na mzunguko huo haukudumu kwa miaka mia tatu na hamsini tu. Ni mzunguko ambao watu wa Mungu wamerudia mara kwa mara katika historia ya kanisa. Waanza tukoe basi. Hasira ya Bwana ikawaka kwa Israeli, akawakabidhi mikononi mwa watekaji nyara waliowanyanganya, akawauza mikononi mwa maadui wao waliokuwa wamewaizunguka, hata hawakuweza tena kusimama mbele ya maadui wao. Walipokuwa wanatoka mkono wa Bwana ukuwa juu yao kwa shida, kama Bwana alivyosema na kama Bwana alivyoapia nao, wakawa katika dhiki kubwa. Bwana akawafufulia waamuzi wakawaokoa kutoka mikononi mwa wale waliowanyang'anya, lakini hawakuwasikiliza waamuzi wao bali. Lakini tunaona mzunguko huu unatokea wakati watu wanafanya yale yaliyo sawa machoni pao, wakamwacha sheria ya Mungu na wakaanza kuiga desturi za majirani zao wa kipagani. Na mzunguko huo haukudumu kwa miaka 350 tu ni mzunguko ambao watu wa Mungu wamerudia mara kwa mara katika historia ya kanisa. Waamuzi bili basi, hasira ya Bwana ikawaka kwa Israeli, akawakabidhi mikononi mwa watekaji nyara waliowanyang'anya, akawauza mikononi mwa maadui wao waliokuwa wamewaizunguka, hata hawakuweza tena kusimama mbele ya maadui wao walipokuwa wanatoka mkono wa Bwana ukuwa juu yao kwa shida, kama Bwana alivyosema na kama Bwana alivyoapia nao, wakawa katika dhiki kubwa. Bwana akawafufulia waamuzi, wakawaokoa kutoka mikononi mwa wale waliowanyang'anya, lakini hawakuwasikiliza waamuzi wao, bali wakaenda zao. Lakini mafungo haya niliyosoma yanarudiwa mara nyingi kama wimbo katika kitabu hiki tena kuanguka, aghabu, toba na wokovu. Sasa tabia na sura ya kila mmoja wa waamuzi inayoelezwa hapa ni somo la kuvutia la watu wa Mungu, lakini kwa muda mchache tulio nao nataka kukazia moja kati yao ambaye ninaamini ni bora zaidi na mmoja wa wapendwa wangu, Gideoni. Tunakutana na Gideoni katika sura ya sita ya kitabu cha Waamuzi, na sura hiyo inaanza kwa maneno haya: wana wa Israeli wakafanya mabaya machoni pa Bwana, na Bwana akawakabidhi mikononi mwa Wamidiani. Kisha katika mstari wa kumi na moja, malaika wa Bwana akamjia Gideoni akamwambia, Bwana yu pamoja nawe, enye nguvu, mwenye jasiri. Fikiria hilo kama salamu malaika alipopelekwa kwa Maryam, baadaye tunakumbuka salamu hiyo. Hapa salamu kwa Gideoni ambaye alikuwa mkulima tu, sio askari, na Mungu anamwita mwenye jasiri, anamtambua kama mwenye ujasiri wa pekee. Sasa nadhani Gideoni alikuwa na shida kidogo kuelewa salamu hii. Labda aliangalia kuzunguka, kuona kwa nani malaika alikuwa anasema naye, akajibu e, Mungu wangu, ikiwa Bwana yu pamoja nasi mbona yote haya yametukuta? Mbona miujiza yote baba zetu waliotuambia je, Bwana hakututoa Misri? Lakini sasa Bwana ametuacha, ametukabidhi mikononi mwa Wamidiani. Mara nyingi Wakristo huuliza swali hilo, kwa nini? Na Bwana akamgeukia akasema, "Nenda katika nguvu hii yako, nawe utaokoa Israeli kutoka mkononi mwa Wamidiani. Je, sikukutuma?" Gideoni akasema, E Bwana, nitawaokoa vipi Israeli? Kabila langu ni dhaifu kuliko yote katika Manase, na mimi ni mdogo kuliko wote nyumbani kwangu. Bado Mungu alikuwa amemwambia aende kwa nguvu yake, na kwamba atamtumia kwa ujasiri wake kuwaokoa. Nitawezaje? mimi ni wa familia dhaifu, na Mungu alikuwa anamwambia, ndiyo maana Gideoni aliogopa sana agizo hili, hata akaamini kwamba Mungu alikuwa anasema naye. Ndiyo maana tunasoma hadithi ya kondoo na uthibitisho wa miujiza wa Mungu kuhusu wito wake. Kwa hivyo Gideoni alitii na kukusanya jeshi la kuwashambulia Wamidiani. Alikuwa na askari elfu thelathini na mbili na, na Mungu akamwambia wamezidi, akasema waonyeshe wale wanaogopa na warudi nyumbani. Gideoni Gideoni akasema yeyote anayeogopa vita hii anaweza kurudi nyumbani, na askari 22,000 wakaondoka wakamwacha na jeshi la askari 10,000, kikosi cha askari walio bora zaidi wakielekea kushambulia taifa zima la Wamidiani. Gideoni akasema sawa, niko tayari. Mungu akaangalia jeshi lake akasema, bado wamezidi, Gideoni, kwa sababu kama nitakupa ushindi na idadi hii ya askari utafikiri umefanikiwa kwa nguvu zako mwenyewe kisha kuna hadithi ya kuvutia jinsi gideoni alivyopunguza jeshi lake hadi askari mia tatu na kwa askari mia tatu tu gideoni aliwashinda wamidiani wote katika vita vya usiku na hadithi hii ya ukombozi wa mungu inaonyesha tena kile tunachokisoma mara kwa mara katika agano la kale wokovu ni wa bwana